Mama ni jina dogo lenye maana kubwa isiyopimika na wala hakuna yoyote aliyewahi kubisha. Yeye ndiye aliamini ndoto zetu kabla hata ya sisi wenyewe kuanza kuziota. Kwa macho yake aliona mbali zaidi ya sisi wenyewe tulivyoona. Kila tabasamu lake lilibeba matumaini makubwa na baraka nyingi maishani mwetu kila jasho lake lilikuwa ni mbegu ya mafanikio kwetu. Niliamka usiku mmoja nikiwa na homa sana, nikamkuta mama yu kando yangu, mikono ya baridi, moyo wake moto wa upendo. Mama hakusoma vitabu vya tiba, lakini alikuwa daktari wangu. Ni jambo la kustaajabisha sana na kujivunia vipawa walivyopewa. Wa baba hakupanda jukwaani, lakini nyimbo zake zilikosha na kuliwaza fikra zangu. Mama ni mtu pekee anayeweza kukuangalia ukianguka na bado akakuinua bila hukumu alikubali udhaifu wetu lakini hakuwahi kutufanya tuamini kuwa hatuwezi. Katika kelele za dunia, sauti yake ilikuwa tulizo. Mama alitufundisha kutokukata tamaa kwa vitendo na sio maneno tu. Ni mwanamke ambaye aliyatoa maisha yake ili tuwe hai. Alitufundisha kupenda pasipo masharti. Kila hatua alizopiga zilikuwa kwa ajili yetu na ili tupige hatua zaidi yake. Mama ni ishara ya kujitoa, mfano wa mapenzi yasiyokoma. Katika jua kali na mvua kubwa, mama hakuwahi kukimbia, alibaki nasi. Mama hajawahi kuwa tajiri mkubwa kwa pesa, bali alikuwa tajiri kwa huruma na upendo. Na hata pale alipochoka, bado alionyesha tabasamu. Nilimwona mama akinifunika na blanketi, huku yeye akitetemeka na baridi. Hapo ndipo nilielewa maana ya upendo wa kweli. Mama ni askari wa familia ambaye hapokee mshahara ni kiongozi wa maisha ambaye hajawahi kulalamika. Mama hachoki, moyo wake ni sugu, roho yake ni nyepesi kwa upore. Mama ni mshindi asiyehitaji makofi. Mama alijifunza kukaa kimya hata katika huzuni zake, ili sisi tusijisi huzuni. Wakati dunia haikutuamini, yeye alituamini. Wakati tuliojiona wadogo, yeye alituona wakubwa wa baadaye, na hata tulipokosa matumaini alibaki nasi. Mama alikuwa kivuli chetu chini ya jua la matatizo. Leo najivunia kusema ni mama aliyetengeneza sauti yangu ya leo. Lakini leo tunakumbuka pia wale ambao mama zao hawapo nasi tena. Kwa wale waliofiwa ambao hawana wa kuwaita mama, leo tunasema huenda mama haupo kimwili, lakini maneno yako bado yanatuongoza. Sauti iliyobeba mafunzo bado tunaikumbuka. Kila mama aliyelala usingizi wa milele, asante. Urithi wako bado unaishi ndani yetu, na sisi tuliobaki tunawakumbuka na kuwaombea mama. Mama ni jina la kwanza nililojifunza kutamka, lakini mpaka leo halijawahi kupoteza uzito wake. Mama ni mtu wa kwanza kuniita mwanangu hata kabla sijatambua jina langu. Alinitazama kwa upendo usio na masharti, akanilea kwa magumu yaliyoficha nyuma ya tabasamu lake. Alilala akiwa macho, alicheka huku ndani akilia, alitoa kila kitu bila kuomba chochote kwa ajili yangu. Kwa kila mama aliyeacha na mume lakini hakuwahi kuwaacha watoto wake, tunakupa heshima kwa mama aliyepigana kimya kimya, aliyehifadhi maumivu moyoni ili watoto wake waishi kwa furaha, wewe ni shujaa wetu. Kwa mama ambaye hujawahi kuitwa shujaa, lakini unatufanyia kila kitu bila sifa, leo tunakusimulia hadharani. Kwa kila mama duniani, hii ni sauti yetu ya shukrani.